Mambo ndio mambo ndio hiyo, kama hayo. Eh hey, wewe utakunywa mingi najua. Wewe mambo yako, juzi ulikuja ukaanza maneno, leo niko tu sawa. Unajua kupata wapi? Hizi vitu bwana zina wenyewe. Wewe ulikuwa kubadilisha mtu na hapa nikakuuliza. Kwa nini umefika kwako <hupani> Weza ah, kukupandisha kila kitu nini, nikasema kijana huyu kila kitu ina stimu yake, ile amekunywa sasa. mm? ni polepole sasa inashita. Yule rafiki yako uh -huh, ama yangu uh -huh, ameniachia mtoto Nitakwambia mara ngapi eh? Nitakwambia mpaka lini? Mzee mwenzangu, sasa hivi nafana, unakula sasa bonasi yako, ulishazaa watoto tena unaanza kulea tena wajukuu tena unaanza. Ah, kulea wache watoto wakae wenyewe. Wewe umeshakuwa sasa bonasi ya maisha yako niunakula saa hizi, wacha kijana wako anafanya kazi bakina watoto sijui unasema nikaa mtuajasijui kama umeona ivili kunaendelea, watu wanaenda, amemwacha kakijana sijui ni kama, We, kama mama, na, am Ka ma mama yake kichwa ngumu. Mi nakwambia hivi huyo kijana mama yake kuja ama kijana yako sini kijana yako amchukue aende naye huko, analeta shida kwenye hicho kijiji hiki hakuna penye watu wanakaa. Na na unajua kako hivi miaka ngapi? kameanza udanganyifu juzi, kana niambia ti ati naenda meeting tika kana mkutano. sauri zako, sauri zako nakuambia mimi, na tena watu kama Pilato hivi kabisa e. Sasa <coughs> hii ndio mambo yenu eh? kuachia wazazi majukuu mwingine wa. Kijana wako anakula raha, amekuachia mjukuu anakusumbua, na wewe unakubali tu. Mzee mwenzangu, sipendi kuona mambo yakienda yanapinda, alafu wewe mwishowe utachekelewa nami nitachekelewa. Sasa nichukue mtoto mimi, nitachekelewa sasa. Unaniambia nini? Ulimwengu mpana. Kijana wako, mwambia chukua mjukuu wako, patie baba yake. Wewe baki baki tukitaka kutembea mpaka na rudi. jana tuliachana pale kwa sabu kimbia kwa ule mtoto Sasa niache mtoto sasa ni, ni huyo mtoto sasa, eh? hata serikali si... Kwani, hujui, mbani, ni juu n huyo mtoto hajafikisha miaka kumi na nane akipata shida moja wetu mimi ama mtoto wangu ama nani kuna mtu ataingia kwa, kwa shida. Haya, acha nikunywe pombe eh? ni ni endelea kulea kama mimi. Unisaidie Mi nakusaidia kuam... na nakusaidia, nakusaidia lakini ni vile wao huelewi. Sasa rafiki yangu, nilikuwa na safari, nilikuwa nataka tukaweze kusafiri. Kuna yule kakangu kijana yake anafanya harusi Kisumu Western, kakangu, you know? anafanya harusi so nimepewa mwaliko, na mimi nakualika kama rafiki yangu, wewe najua tume tumetoka mbali, tumetoka mbali, so siwezienda si niko na kijana alafu nikienda tanrudisa tunaenda, kila kitu kimegaramikiwa kiko chini. So nimekuja kuelezea, nafikiria chini malizio ya kwangu mimitakuna ingine Ah, ii nakuchukua haraka sana najua ni kwa sababu gani ah. Sasa mimi kuna kuna wanywaji na kuna walekali. Oh, sasa mzee mwenzangu, acha mimi nataka nikakuache, nataka nikimbie. Hata mimi pia niko na mwingine pia ananisumbua tu kama hapo. Mm. Lakini ile deni yangu usahau hiyo, tutafika kwenda mbele so. Nitakukumbusha hata kiwa wapi, sitasahau deni yangu kule, lakini deni deni hiyo najua nitakavyofanya, na nikishafanya hivyo kila kitu najua tutamaliza. Uh, kwa njia sa, usifanye usifanye tukosae kwa kisu kidogo, afadhali mimi nataka nikuache. Najua sasa sasa hivi na una pesa leo, naii, najua tutakutana muda mwingine bana. Nikabadilishe nguo, metoka kwa kazi jua kali. Sasa nikishamaliza mi narudi baadaye, tutakuja tuongee, sawa? Usisahau, kutakuwa kwa shida hiyo, tutakusaidia ama na tatizo